Tumewaita leo kwa ajili ya kutoa taarifa ya kliniki tembezi ya madaktari bingwa au madaktari bobezi wa Dkt. Samia Suluhu Hassan katika mkoa wa Singida ambapo yatafanyika kwa awamu mbili, awamu ya kwanza tarehe 28 mwezi huu wa nne mpaka tarehe 3 mwezi wa 5 na awamu ya pili tarehe 5 mwezi wa 5 mpaka tarehe 9 mwezi wa 5. Hospitali za rufaa za mikoa ni kiungo kati ya huduma za afya ngazi ya msingi